Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya thelathini na tisa. Ilipoishia: lakini hilo halikuwa na umuhimu kwangu zaidi ya kujipanga kwa tukio la pili ambalo lilikuwa gumu kulipa kisasi hadharani. Niliamini kwa vile tukio litakuwa la kushtukiza, nitafanikiwa. Tuliwasili Mwanza saa nane na dakika ishirini, sikutaka kupoteza wakati, nilikodi gari lililonipeleka mjini. Gari lililonitoa uwanja wa ndege lilikwenda moja kwa moja na kusimama mbele ya ofisi ya Mabula. Niliteremka kwenye gari na kuelekea ndani ya ofisi. Kwenye eneo la kupandia lifti kulikuwa na watu wengi. Lifti iliposimama nilipanda ndani, kulikuwa na watu wawili ambao walionekana wakielekea ghorofa za juu zaidi. Nilipofika ghorofa ya saba, nilishuka na wale wawili waliendelea. Baada ya kushuka, nilijitengeneza vizuri. Kwanza, nilikwenda maliwatoni kujiweka sawa. Baada ya kujiona niko poa, nilitoka kuelekea ofisini kwa Mabula. Nilitembea taratibu kwa hesabu kali huku nikitazama jinsi hali ya ulinzi ilivyokuwa. Jinsi nilivyokuta hali ya ulinzi ilionyesha kabisa, walikuwa wakikopi na kupesti ulinzi uliokuwepo, lakini haukuwa madhubuti sana. Nilipofika kwa sekretari, nilikuta kuna watu watatu waliokuwa wakisubiri kuingia, lakini mimi nilionekana kama mgeni muhimu. Karibu dada yangu, nilikaribishwa. Asante bosi, nimemkuta Ninaimani wewe ni Diana? Ndiyo, bosi kasema uingie. Asante. Nilikwenda hadi ofisi ya Mabula na kugonga mlango taratibu mara tatu. Ingia, sauti nzito kutoka ndani ilisema. Bila kusema neno, nilisukuma mlango na kuingia ndani ya ofisi ya kifahari. Baada ya kuingia, harufu ya ndani ilikuwa kama ile ya kwa mchungaji Samueli, mzee Balize na Josefu pamoja na kuona jinsi vitu vya wale washirika vilivyofanana, wazo lilikuwa huenda yale ni maagizo ya mganga. Lakini swala lile sikutaka linichukulie li, muda zaidi ya kufuata kilichonileta pale. Karibu binti. Asante. Shikamo, niliamkia kwa kupiga magoti kama ilivyo desturi ya wenyeji wa mji wa Mwanza ambao ni Wasukuma, japo kuna Wakerewe na Wazinza marahaba mrembo wangu, alinikaribisha huku akinitazama usoni na kunifanya nione aibu. Asante, nilijibu huku nikikwepesha macho yangu na kukaa kwenye kiti. Mm, unatumia kinywaji gani, mrembo? Kwa vile nimetembea juani, nipatie maji yanatosha nilijibu, huku nikitembeza macho yangu kila kona ya ofisi na kuona matumizi makubwa ya pesa yaliyotumika kuitengeneza kwa gharama kubwa. Vipi binti, mbona unashangaa? Lazima nishangae, mzee wangu, nimeingia kwenye ofisi nyingi katika maisha yangu ya muda mfupi, lakini hii ni the best. Wao, asante sana. Unajua nini, binti, hata sijui, kwa vile muda mwingi nipo ofisini hapa ndipo panapoanzia kutengeneza utajiri wangu, nilipaswa kupapa heshima kubwa. Kauli yake ilinifanya nitake kucheka kwa kuamini kuwa utajiri ule ulikuwa na mambo mengi nyuma, na chanzo kikubwa kilikuwa damu ya baba yangu. Kweli mzee wangu, niliunga mkono ili kunogesha mazungumzo yale. Basi nilitamani kuongeza, kuipendezesha kwa kila kitu humu ndani kuwa cha dhahabu dhahabu. Nilishtuka kuona jinsi wale watu walivyokuwa na fedha ya shetani isiyo na kazi. Ndiyo, ndiyo, maisha tunayoishi ni mafupi hivi. Mali zote nilizonazo, unafikiri nitazimaliza lini? Pesa niliyonayo haitaisha hata wajukuu wa wajukuu waitumie kwa fujo. Hivyo basi nilitakiwa nami sehemu ya maisha yangu niishi kama nusu ya peponi. Mabula alijitapa huku akijizungushia kwenye kiti chake chenye nakshi ya almasi. Kwa vile nilikwenda kikazi kuchukua changu na kuondoka kuwahi kurudi da, kwa akili ya kawaida hakuna mtu anayeweza kuamini kuwa naweza kupangilia matukio yale kwa muda mfupi. Lakini nilikuwa najua jinsi ya kucheza na wakati. Nilipanga kumaliza kila kitu kwa kuchukua pesa na uhai wa wauaji wa wazazi wangu ndani ya saa sitini na nne. Ulikuwa muda mchache sana, lakini uliotakiwa kuutumia kwa weledi mkubwa. Najua, wote hapa kama hili wazo lingewekwa lingge... Najua wote hapa kama hili wazo langu ningeliweka kwenye meza yenu, wengi mngesema ni wazo lisilowezekana. Hivyo nataka mjue mlikuwa mnapambana na mtu wa aina gani wakati tunasubiri maji niliangalia muda na kuona ni saa nane na nusu. Ilionyesha kuwa tangu nifike nilikuwa nimetumia dakika kumi na nane. Nilitakiwa zoezi lile nilimalize mapema ili niwahi kuondoka Mwanza nirudi daa da mm. binti yangu ulikuwa na shida gani mzee Mabula aliuvunja ukimya. Kwa jina naitwa mtoto wa marehemu ndiyo ni mtoto pekee wa Bwana Nabi Hanzuruni. Sawa na kusikiliza, ilionyesha Mabula hakuwa na kumbukumbu -kumbu yoyote ya jina la baba yangu kabla ya kulisema lililonileta. Naomba nikuulize maswali machache. Uliza tu. Eti unamfahamu vipi mzee Hanzuruni? Hanzuruni yupi? Dereva wa mgodi wa Mererani? Oho, wewe ni binti yake? Ajabu, hakujibu swali zaidi ya kunishangaa baada ya taswira ya sura ya mama yangu kumjia akilini mwake. Ndiyo, mimi ndiye binti yake niliyebaki ili kudai haki yake. Tumekwisha, alisema kwa sauti ya chini niliyoisikia. Umesema? Ha, ha, hapana, alijibu huku akitikisa kichwa. Sasa mzee wangu, nina imani unajua vizuri sababu ya kifo cha baba yangu. Ha, ha, hapana. Balizi ndiye mhusika mkuu. Baada ya kulewa na kupigana, nasikia walikuwa wakigombania kisu, kwa bahati mbaya kisu kilimchoma baba yako na kusababisha mauti yake. Kisu cha kumchoma kwa bahati mbaya kinaweza kutoboa mwili mzima wa mtu kama chujio? Bahati mbaya sikuona mwili wa baba yako, nilisikia tu hivyo na kiri sijui kilichomtokea baada ya kifo cha baba. Kuna damu mlikunywa mkanawa na kuchanjwa, ilikuwa damu ya nini? Nilimuuliza kwa sauti ya utulivu, japokuwa moyoni nilikuwa na hasira kama bomu la atomiki. Kwa kwa kweli, binti yangu, siwezi kujua kwa vile vitu vingi mganga alifanya anavyovijua, sisi tulipokea Si kweli, najua. Unajua vizuri, kipi kilichobadilisha maisha yenu kwa kiasi kikubwa. Binti, ni muda mrefu, siwezi kukumbuka kila kitu. O, oh, sawa. Kifo cha mkeo ambaye ni mama yangu kilitokana na nini? Kwa kweli, mimi baada ya mgao nilirudi nyumbani Mwanza, na kuwacha wenzangu Dar es Salaam. Kilichotokea nyuma sikujua ila niliambiwa alifariki kwa ugonjwa wa upungufu wa kinga mwilini. Unamaanisha ukimwi? ha, ha, hapana. Kupungua uwezo wa kukabiliana na maradhi yaliyopelekea baadhi ya viungo kukosa uwezo wa kufanya kazi iliyopelekea mauti yake wao. Wow. unataka kuniambia kikao mlichokaa watu watano nyumbani kwa Balize baada ya kurudi toka Afrika Kusini kwenye matibabu ya jicho kilikuwa kikao cha nini? Kikao kikao gani? mbona sikijui? Mabula alijifanya kuruka futi mia. Sikiliza mzee Mabula, najua kila kitu juu ya kifo cha baba na mama yangu. Sasa nataka useme ukweli kwa mdomo wako, la sivyo nitaacha mzoga wa mtu humu ndani bila mtu kujua nani muuaji. Nina imani una taarifa kifo cha Samweli ule mwiba sasa ndio unatokea. Ulipoingilia binti, naona kama huna cha kufanya, naomba utoke kabla sijakufanyia kitu kibaya. Wao, wao, wao. Nilisema huku nikisimama na kupiga makofi, kisha nilichomoa bastola na kuondoa usalama kuruhusu risasi kutoka. Sikiliza, Najua vizuri kwenye kikao cha mipango ya kumuua mama yangu, wewe ndiye uliotoa wazo la kuuawa kwa sumu ya taratibu isiyo na ushahidi. Najua umeshtuka kuna kuwa kauli ya mganga Mgosi juu ya kuzuia damu ya familia yangu ambayo ingekuwa na madhara makubwa. Ni sawa na mwiba. Umeujuaje mwiba? Sio mwiba tu, najua ushetani mliofanya baada ya kuchukua damu ya baba yangu Harafu mnanifurahisha nifurahisha, baada ya kumwaga damu za watu bila hatia, mkachukuzana wote hadi kwa shetani mwenzenu mchungaji Samweli kwenda kufanya sala maalumu ya toba. Itaendelea tena siku ya kesho. Unaweza kufuatilia hadithi hii kupitia mtandao Mwananchi au Mwananchi Digital katika YouTube. Hadithi hii imetungwa na Ali Mbetu na kusimuliwa nami Jese Tunuka wa Mwananchi Digital.